Kutokana na changamoto ya foleni ya magari kuwepo katika baadhi ya barabara jijini Dar es Salaam, mgombea urais wa NLD katika mikutano aliyoifanya katika maeneo mbalimbali mbali. Amesema changamoto hiyo ya foleni inapaswa kumalizika ili wananchi waweze kuwahi katika shughuli zao za kila siku. Hatua yangu ya kwanza ya kuhakikisha watu wa Dar es Salaam mnakwenda na wakati wa shughuli zenu ni kuhakikisha barabara zinapitika kwa urahisi, na ili zipitike kwa urahisi kwa miundombinu iliyopo Dar es Salaam, hatuwezi kuendelea kubomoa majumba ya watu kujenga barabara za chini. Tunasimamisha nguzo kwenye maeneo kwa ajili ya kupitisha barabara za juu na kupitisha magari madogo, ili aweze kuwahisha shughuli na magari makubwa ya bilia yanapita chini, maana yake Ttutaondoa kwa kiwango kikubwa foleni katika jiji ya Dar es Salaam. Doyo Hassan Doyo anasema kuwa iwapo watakuwa rais ataondoa mfumo wa ajira poto, mfumo ambao unatumika kwa vijana wengi kuomba ajira. Nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi ya kwanza nitakayoifanya ni kwenda kuvunja, kwenda kuondoa mfumo wa poto ajira. Kwa sababu haujengi haki, lakini pia vijana wote waliopata kazi kwa vimemo, ambao hawajapitia kwenye mfumo, hawa hawawezi wakawa watumishi wa umma katika serikali yangu. Mgombea urais kupitia chama cha NLD Doyo Hassan Doyo amefanya mikutano 19 ya kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kuwa nadi wa bunge katika majimbo mbalimbali mimi mbali. Ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.